mundu muka wene ni mugiro na kirage gutuma wane imwana nyingi gukonja iregete kuguraaka irekarwo guo igwikara ni tabia ya gwikara na akaene nawo akaene niguo mabatarire mbia na mundu muka atigiconokaga gukwira atiri uri niana tika ngora ni bokete muthuri ucio wakwa wana tika ati ni mwibokete ta muthuri wakwa kana murume wakwa